Kengele kuu katika kanisa kuu la mtakatifu Petro basilika jijini Vatican inalia kuashiria mwisho wa zama wa za kiongozi wa kiroho wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis. Jukumu la kutangazia umma kuhusu msiba huu amepewa Kardinali Kevin Farrell, ambaye baada ya kifo cha Papa Francis, yeye ndiye kiongozi wa maswala ya kiutawala na kifedha ya Vatican. Majira ya saa moja na dakika 35, leo, askofu wa Roma, Francis, amerejea nyumbani kwa baba yake. Maisha yake yote alijitolea kwa kumtumikia Mungu na kanisa lake. Alitufundisha kuishi Injili kwa imani, ushupavu na mapenzi kwa wote, hususan masikini na walio pembezoni. Ingawa hali yake ilikuwa imeyumba katika miaka ya hivi karibuni. Kifo cha Papa Francis kimewashtua wengi. Ni jana Papa alitoa baraka zake za kupitia ibada ya Pasaka kama ilivyoada, na picha za mjongeo zilimwonyesha kwenye mkutano na Makamu wa Rais wa Marekani JD Vance aliyekwenda Vatican kumwona. Taarifa za msiba wa Papa huyo wa 266 wa Kanisa Katoliki zimepokelewa kwa huzuni na masikitiko duniani kote, kuanzia Vatican, Dar es Salaam, Manila mpaka Buenos Aires nchini Argentina alikozaliwa. Tayari viongozi kadhaa duniani wametoa salamu zao za pole kwa kanisa Katoliki na Wakatoliki duniani kupitia msiba huo mzito. Viongozi hao akiwemo Donald Trump, Emmanuel Macron, Vance mwenyewe na rais Samia Suluhu Hassan. Viongozi wengine wamezungumza jinsi kila mmoja wao alivyoguswa na maisha ya kiongozi huyo. Kifo cha Papa Francis kinatoa fursa kwa kanisa hilo kuchagua kiongozi mwingine wa kiroho kuongoza katika kanisa ambalo linaelezwa kuwa na wafuasi takriban bilioni moja na milioni mia tatu duniani kote. Kwa mujibu wa taratibu za kanisa hilo, Papa anatakiwa kuzikwa katika kipindi cha kati ya siku nne mpaka sita tangu afikwe na umauti. Baada ya hapo utafuata uchaguzi wa papa mpya, ambapo mshindi anatakiwa kupata theluthi mbili ya kura zote, kisha akubali ushindi wake, atangazwe kwa maneno maarufu Habemus Papam, na kisha kutoa baraka kutoka katika ghorofa ya kanisa la Mtakatifu Petro. Zama za Papa Francis zimemalizika rasmi leo, na tayari bendera zinapeperushwa nusu mlingoti kwa ashiria ya msiba huo. Yeye alikuwa ni papa wa kwanza mzaliwa wa Amerika Kusini. Swali ambalo wengi wanajiuliza sasa ni je, mrithi wake atatoka wapi? Nordin Selemani, Azam News. <muchos>